Kifika pale pale pale pale uki- ukiyumba tu ukiona ndio imetoka hiyo si ndio? Kiongozi kanatafuta kwa muda mrefu sana maskini Mungu. Tapanga na kwambia niki na safiri kirudi na kwambia inakuja hapa. Sawa. Takuja pale anataka kabisa hapo moyo wako. Mwingine atakwepa, mwingine atakubali. Hawezi kukwepa hapo. Ah. Ndio. Kwa nini anaenda?

tuahidi kuwatembelea, utakuja kuwatembelea kija aangalia mazingira yenu, na mtakakia saipange jandae kabisa, kitu gani kitu gani mngependa ni wasaidie, ukifika pale pale pale pale uki